Je, baba yuko nasi? Yuko, yuko. Je, Kristo yuko miongoni mwetu? Yuko, yuko. Je, Roho Mtakatifu yupo? Yuko, yuko, yuko. Huyo ndiye Mungu wetu, Baba, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sisi tu watu wake, tumekombolewa. Inueni mioyo yenu. Tuinua kwa Bwana na tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni haki kwamba tumshukuru na kumsifu. Ni haki tena ni furaha kwetu kukushukuru na kukusifu, e Baba mtukufu, Mungu uliye hai, hukuma ulimwengu, muumbaji mwenye kuturuzuku, Mokozi na mpaji. Kutokana na mtu aliyekuwa kuhamahama, ulijifanyia jamaa yako. Kwa taifa nlokandamizo uliwapa kiongozi, na kwa taifa nlokosa mwelekeo uliwachagulia wafalme kwa watu waliokuwa kaidi uliwatumia manabii. Katika hizi siku za mwisho umetuma mwanao Yesu Kristo mfano wako mtimilifu, kutuletea ufalme wako, kutudhirishia mapenzi yako, kufa kufufuka, kutawala na kufanyia upya watu wako, kupitia kwake uliotumiminia Roho wako Mtakatifu, kutujaza nuru na uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na malaika wakuu na wazazi wetu wa kale waaminifu na wote walioko mbinguni, twalitangaza jina lako kuu tukufu, tulikusifu daima tukisema: mtakatifu mtakatifu mtakatifu, mta Bwana Mungu mwenye mamlaka na nguvu, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako, hosana juu mbinguni. Mwenyezi Ulieumilikie vitu vyote kushukuru kwa kumtoa mwanawe hapo msalabani kwa ajili yetu sisi, uliyetuia vyote utumeni Roho yako Mfariji tunapo kumbuka mwanawe okay. Yesu Kristo alivyotoa nuru kupitia vipaa vya uumbaji, watu usiku ule ule aliusalitiwa yeye alitoa mkate na akishakushukuru akaomega, kisha akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa, oh, Amen. Amen. Kwa, kwa ajili yetu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe na akishakushukuru akawapa akisema, nyweni nyote, ya agano jipya ndavagani kwa ajili kwa msamaha wa dhambi. Fanyeni hivi kila mnyopo kwa oh ukumbusho wangu. Kristo amekufa, Kristo amefufuka, Kristo atakuja kujate. Tena ndugu na dada, kwa damu ya Kristo tumekufa kumika. Pamoja naye tutafufuka, pamoja naye tutaishi, pamoja naye Likofura, kwa hiyo Baba wa mbinguni, utusikie tunaposherekea ganu iko furaha tukingoja kurudi kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alikufa kwa ajili yetu akalipa fidia kamili ya dhambi ya dunia nzima. Sadaka timilifu ilitosha. Ulikubali sadaka yake kwa kumfufua na kumpa utukufu katika mkono wako wa kuume huko mbinguni. Amen. Amen. Yesu ni Bwana Mwana kondoa aliyeuawa ameanza enzi ya utawala wake. Alivyotufundisha alivyo, tuna ujasiri wa kuomba: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuze, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani dunia kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu etu kama sisi nayeusamehe waliotukosea, usitie majaribu, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako, nguvu na, na utukufu kwa hata milele. Amen.